Nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Neno la ushindi, ukweli unapatikana. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Niliyeko mbele yako ni mimi mtumwa wa Yesu Kristo Joseph mtoto wa Kani. Hiki ni kipindi cha Karakana, mahala pa matengenezo. Karakana ni mahala ambapo kinaingia kitu ambacho ni kibovu kinatoka kikiwa kizima na imara kabisa. Na Mungu ametupa neema hii ya kuwa na kipindi hiki, na ninataka kukukaribisha na kukuambia ya kwamba mahali hapa ni mahali ambapo Mungu anayajibu maombi ya mtoto wake ambayo yamekuwa magumu kwa muda mrefu, yale ambayo yamekuliza kwa muda mwingi, mahali hapa ndipo kwenye karakana ya hayo hivyo ninakukaribisha sana, naomba tumuombe Mungu ili tupate kuendelea. Bwana Yesu, pokea utukufu na heshima, kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa wakati huu mzuri ambao umetupa mimi na mtoto wako ambaye ameungana nami, ninakutukuza kwa sababu unaenda kusema nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini kutenda kwako, amen. Mtoto wa Mungu, hii ni Karakana, kama nilivyotangulia kusema na mtumishi wa Mungu alitangaza pale asubuhi ya kwamba unachotakiwa kufanya ni kutuma mahitaji yako unayotaka tuyaombee kupitia kipindi hiki cha Karakana. Ha, kwa bahati nzuri ninayo mahitaji ya watu wawili kutokea Burundi, na hitaji la kwanza likiwa ni la mtu anayehitaji ndoa na mwingine ambaye ana mgonjwa. Sasa hawa ndio nitakao kwenda kuomba nao. Lakini wewe pia ambaye unahitaji linalofanana na haya mawili ambayo yamefika mezani pa Karakana, unaweza ukaungana nami katika kipindi hiki na katika maombi haya ili kwamba Mungu aweze kukuhudumia. Hivyo basi, kabla hatujaendelea ninaomba tusimame na neno la Mungu ili tupate kwenda mbele, maana kila tunalolifanya imetupasa kutanguliwa na neno la Mungu ili tuweze kulifanya katika uzuri wa utakatifu. Neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ile ya arobaini na sita mstari wa kwanza na wa pili, neno linasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Sikiliza mtoto wa Mungu, kitu ambacho ninataka nikizungumze kwanza, ili kuweka msingi mzuri wa maombi tunapokwenda kuomba kwa ajili ya mahitaji yaliyopo ni hiki, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, halafu msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nataka kulielezea vizuri hili. Neno ni neno ambalo linajulikana sana kwa kila mtu, na wengi huwa wanalisema, wengi wanaliimba, wengi aa, kila mmoja analitaja hata katika maombi. Lakini unajua maana halisi ya neno hili? Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Maana yake kabla ya msaada unao utaka kwa Mungu, kabla ya Mungu mwenyewe kutoa msaada kwako, anachotaka ni wewe kumfanya kimbilio. Kuna tofauti ya kumfuata Yesu na kumfanya kuwa kimbilio. Unajua ni nini? Mtu anayemfuata mtu anaweza akamfuata hata kama bado hajamjua mtu huyu ni nani, hata kama hajajua uwezo wa mtu huyu ni wa namna gani, anaweza akamfuata. Lakini mtu ambaye anamfanya Yesu kuwa kimbilio ni lazima awe amemjua huyu Yesu. Hawezi kumkimbilia usiyemfahamu, haiwezekani. Yani wewe una mateso halafu umkimbilie mtu ambaye hauna uhakika, haujui uwezo wake, haujui nguvu yake, haujui jinsi ambavyo anaweza kuwa suluhisho la changamoto yako? Hapana, anayekimbiliwa anakimbiliwa na mtu ambaye anamjua kabisa. Sasa hapa neno, kitu ambacho linatuonyesha linatutaka, ya kwamba kabla ya, ku... kabla ya Mungu kuwa msaada unaoonekana lazima kwanza awe kimbilio la huyu mtu anayehitaji msaada kwa Mungu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio letu na nguvu. Halafu tunapomfanya kuwa kimbilio, ndipo sasa huu msaada tunao uhitaji unapopatikana. Ili msaada upatikane ni lazima kwanza tuwe tumemfanya kuwa kimbilio ni msaada utakaopatikana. Neno linasema pale mstari wa pili ya kwamba kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Hatutaogopa. Hii ina maana kwamba ni kweli unaweza ukamfanya kuwa kimbilio na nguvu, lakini ukaona kuna kitu hakijaenda sawa. Hii haina maana ya kwamba kimbilio limepoteza sifa ya kuwa kimbilio. Hapana, ni kwamba upo wakati ambao kimbilio litatoa majibu. Sikiliza. Hata kama ukiona mambo ni magumu, ukiona milima inatetemeka, ukiona kuna utisho, ukiona kuna jambo ambalo linaweza likafanya moyo wako uiname, usidhani ya kwamba kimbilio limepoteza sifa. Ni wakati tu ambao Mungu anauachilia ili kwamba kukuimarisha kuna vitu vingine tunavipitia ili viweze kutuimarisha hata kama milima inaweza ikatetemeka hili ni tukio linalotisha wala usiogope kwa kuwa yeye ni kimbilio atayamaliza yote. Ninataka kuomba na watu ambao wana magonjwa na wamekaa kwenye magonjwa, wamekaa kwenye vitanda kwa ajili ya magonjwa kwa muda mrefu, nataka kusema hivi, hili kimbilio, hili kimbilio linaponya, hili kimbilio linaokoa, hili kimbilio linaondoa magonjwa yaliyoshindikana. Hata kama uwe umepewa wakati wa kurudi nyumbani kwamba haiwezekani sisi kama matabibu tumeshindwa, wala hilo lisikutishe. Kimbilio lina nguvu. Wewe mkimbilie, mfanye kuwa Bwana na mwamba wako. Usiwe na mashaka. Unajua kitu ambacho waga kinachelewesha kufanikiwa kwa watoto wa Mungu ni mashaka. Mashaka yanapoinuka kwamba huyu mm, Mungu anafanya huyu mm, Mungu mbona nimeomba kwa muda mrefu, Mungu hukaa pembeni, maana yeye hashikamani na wale wanao sita. Mtoto wa Mungu, imani yako ijengwe juu ya Mungu, na Mungu anakwenda kukutendea. Nataka tuombe kwa ajili ya haya mahitaji mawili kama nilivyokwisha kuyatambulisha, wale ambao wametuma. Tuungane pamoja, maana hili linakuhusu sana na wewe, tushikamane pamoja. Amini tu ya kwamba Mungu anakwenda kukuvusha. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mtakatifu. Wewe ni kimbilio letu na neno lako ndivyo ambavyo limesema. Wewe ni kimbilio na nguvu, tena ni msaada unaoonekana tele wakati wa matatizo. Tazama Bwana, ninakuja mimi na watoto wako ambao umenipa kuambatana nao katika kipindi hiki cha Karakana kwa jina la Yesu Kristo. Wapo watoto wako ambao wana pigwa na magonjwa, Bwana wa majeshi. Wa kwanza akiwa ni huyu ambaye ametuma hitaji lake kutokea Burundi. Baba, ninakuja mbele za uso wako, ninajua ya kwamba wewe unasikia, na ninajua ya kwamba wewe ni mponyaji. Baba wewe kimbilio, tazama mtu huyu amekukimbilia kutoka Burundi mpaka Tanzania, amekuja madhabahuni pako ili kwamba Bwana aweze kupata msaada. Amekimbilia kwako wewe uliye nguvu wewe uliye mponyaji, wewe uliye uzima. Tazama hii ni imani kubwa ambayo Bwana anayo. Mtoto wako ameamini ya kwamba nikimkimbilia Mungu ninaponywa magonjwa yangu, nikilitia jina la Yesu Kristo ninapona magonjwa yangu. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu ninasimama naye, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo nina piga kamba za kuzimu ambazo Bwana zimeshika mwili wake, zimeshika afya yake kwa jina la Yesu Kristo ninavunja na kuharibu. Wewe umesema nitaweka mikono juu ya wagonjwa nawe utawapa afya. Na sasa tazama na inua mkono wangu, ninaweka juu ya mgonjwa huyu, Bwana, aliyeko Burundi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ewe ugonjwa, ewe ugonjwa, ewe ugonjwa uliyeko kwenye mwili huo, ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, achia afya ya mtoto wa Mungu, achia afya ya mtoto wa Mungu. Ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo, ninakung'oa kwa jina la Yesu Kristo, naweka Mkono wangu juu ya mgonjwa huyo, ninatamka uzima kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi ameugua kwa muda kiasi gani, haijalishi ameenda hostali ngapi na majibu yamekuwa majibu yanayochanganya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye amekukimbilia mtoto wako, ninanena uzima, ninanena kufunguliwa, ninanena kupona kwa jina la Yesu Kristo. Nagusa mwili wake, nagusa viungo vyote kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia damu ya Yesu Kristo inayotakasa na kusafisha na kuondoa taka zote. Ugonjwa ndani ya mwili huo ni taka, nami ninafuta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti natamka uzima. Bwana asante kwa kuwa wewe umeponya. Natazama na huyu mwingine ambaye imani yake Bwana wa majeshi, imeamini ya kwamba kwa maombi haya anaweza kupona. Apokee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Uzima wa Kristo uwe kwako kwa jina la Yesu Kristo. Afya uliyoipoteza ukaipokee, ukaipoke tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akupe uzima, Mungu akupe afya, Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru kwa sababu umeponya. Natazama na nakuja mbele za uso wako ninamleta mtoto wako huyu kutoka Burundi ambaye anahitaji ndoa. Bwana, wewe ndiwe mwanzilishi wa ndoa, na kwa kuwa wewe ni mwanzilishi wa ndoa watoto wako, na mtoto wako huyu kutoka Burundi ameamini ya kwamba akija kwako, wewe Bwana uliyeanzisha ndoa, mwanzilishi wa ndoa, unaweza ukampa ndoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuja mbele za uso wako ninakusihi, ninamwombea huyu, ninamweka Mikononi mwako ninatamka Yesu Kristo wa Nazareti, ya kwamba ndoa ndoa ambayo imechelewa, kwa jina la Yesu Kristo, ikamfikie sasa, kwa jina la Yesu Kristo, mwenza wake kokote aliko, Bwana umkutanishe naye, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, namlete mikononi mwako, namnyanyua mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo, ikiwa kuna chochote ambacho kimefanyika katika ulimwengu wa roho ili kwamba kuzuia mtoto wako asipate ndoa kwa jina la Yesu Kristo, ninavunja ninaharibu ninakataa kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa Bwana sura yake imechukuliwa ime, ime Bwana akapewa sura iliyo kinyume ambayo inatisha wale wanaomwona kwa jina la Yesu Kristo, ninafuta na mvua kinyago kwa jina la Yesu Kristo, ninatangaza ndoa kwa jina la Yesu Kristo, ninatangaza ndoa kwa jina la Yesu Kristo, ndiyo, ninatangaza ndoa kwa jina la Yesu Kristo na mwingine, Bwana, mwenye hitaji sawa na hili, Baba namleta mikononi mwako Mungu, ninatamka ndoa. Asante kwa kuwa wewe ni mwema Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe uliye muumba huyu ukampa haki Bwana wa majeshi ya kuwa mtu anayestahili kuwa na ndoa, na yeye anajua ya kuwa anastahili kuwa na ndoa, ndiyo maana anakujia wewe akiomba kuwa na ndoa Baba, nami ninasimama kumtegemeza kwa kuwa hili ni hitaji lake Baba. Ninampa kibali machoni pako kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba amestahili kuipata ndoa kama ambavyo ameomba mbele zako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, asante kwa kuwa wewe ni mtoshelevu nawe unafanya. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba na kuamini kutenda kwako. Amen. Mtoto wa Mungu, amini ya kwamba Mungu anafanya. Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu, na kila anayemkimbilia yeye ni Mungu mwenye majibu. Amini, mgonjwa, ya kwamba umepona na wewe unayetaka ndoa, amini ya kwamba ndoa inakuja kabisa. Mungu akubariki. Nikukumbushe tu ya kwamba hiki ni kipindi cha Karakana na katika kipindi hiki unatakiwa kutuma mahitaji yako ili kwamba tuweze kukuombea kama alivyokuelekeza mtumishi wa Mungu. Kupitia audio ya asubuhi, unaweza ukafanya hivyo, na Mungu akubariki. Shalom, shalom.